Serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na serikali za magatuzi zikiendelea kujenga maeneo ya kiviwanda katika kaunti mbali mbalimbali nchini, waziri wa biashara na viwanda nchini Lee Kinyanjui amedokeza kuwa serikali iko tayari kufadhili na kuimarisha uzalishaji kupitia viwanda hivyo katika maeneo ya mashinani nchini. Leonard Malo na kina cha taarifa hii. Akizungumza katika hafla iliyowaleta pamoja magavana na wadau mbalimbali jijini Nairobi, waziri wa biashara na viwanda nchini Lee Kinyanjui amefichua kuwa serikali ya Kenya hutumia zaidi ya shilingi bilioni 130 kila mwaka kuagiza bidhaa kutoka mataifa ya nje ili hali bidhaa hizo zinaweza kutengenezwa humu nchini. In the area of edible oils, I think it has also been mentioned here. We are spending on average

Katika hotuba yake, waziri Kinyanjui alitaja sekta mbalimbali ambazo zinaweza kunawiri humu nchini kupitia sekta ya viwanda, hasa bidhaa zinazoundwa kutokana na mazao shambani, kama vile pombe ya chang'aa na busaa ambazo ni sawia na pombe zinazoagizwa kutoka mataifa ya nje.

Magavana Fernandez Barasa wa Kakamega na mwenzake wa Busia Dr Paul Otoma walitoa wito kwa wakazi wa kaunti zao na eneo zima la magharibi kukumbatia maeneo yao ya kiviwanda, hasa kwa kuimarisha uzalishaji wa malighafi ya kuendeleza viwanda hivyo.

we have not developed very vibrant industries to take care of even just the population there, which is Almost 10 million people. Katika hafla hii gavana Barasa alitangaza kuhairishwa kwa kongamano lililokuwa limeratibiwa kuandaliwa katika kaunti ya Kakamega, huku katibu katika wizara ya viwanda Dr Juma Muhwana akidokeza kuwa awamu ya kwanza ya ufunguzi wa maeneo ya kiviwanda yaliyokamilika yatafunguliwa mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu.

3 nikiripotia West TV kapula uchumi kutoka jiji kuu la Nairobi. Naitwa Leonard Wamalwa.